baraza la muungano wa ulaya European Union limedhinisha mapendekezo rasmi kwa nchi na wanachama juu ya jinsi ya kumaliza ulinzi wa muda ambao umoja wa ulaya unaotoka wa ukraine kwa sababu ya uchokozi wa urusi baada ya vita rasimu hiyo inatoa mfumo wa pamoja ambao nchi binafsi zinasisitiza ulinzi wa muda kwa njia yao wenyewe kama vile mfumo huu umekuwepo tangu mwaka 2022 mnamo juni mwaka 2025 European Union iliongeza uwezo wake wa ukraine hadi machi mwaka 22 Aidha, inasisitiza kuwa lengo lake ni kuandaa kurudi kwa ufanisi kwa Waukraine nyumbani na kuwaunganisha kwao kwa mafanikio, lakini tu baada ya masharti kuruhusiwa sambamba nayo. Na pia inalenga kukuza uwezekano wa nchi za European Union kukuza njia zao za kutoa vibali vya makazi kwa wale Waukraine ambao wanatimiza masharti ambayo yamewekwa. Ingawa ulinzi wa muda unasalia kwa ushahidi wa mshikamano wa muungano na watu wa Ukraine, kwa mapendekezo ambayo yameweka yanasema kuwa ni muhimu kuandaa mpito wa utaratibu na endelevu ulioratibiwa vyema kutoka kwa hali hii hadi hali ya nchi ya Ukraine itakapokuwa nzuri, ili kukomesha ulinzi wa muda kwa kuzingatia uwezo na mahitaji ya ujenzi wa Ukraine. Wakati huo huo, European Union ilibaini uchokozi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine, kwa sasa wanaendelea kwa nguvu kamili. Kwa hiyo msaada wa European Union kwa Ukraine bado ni thabiti na muungano wa Ulaya wamepanga kusitisha ulinzi huo kwa muda ambapo Ukraine itakapomaliza vita hiyo. Na hii ni TMedia tu tunaendelea kukubalisha kwa habari za kitaifa na kimataifa. Cha kufanya subscribe, like na kushare. Na mimi ni Loisis Kila.